Huko, huko, Homa Bay, ni kwamba naibu gavana wa kaunti hiyo, Joseph Oyugi Magwanga anasema kwamba maisha yake yamo hatarini. Magwanga anadai kupokea vitisho kabla ya watu wasiojulikana kuvamia nyumba yake huko Oyugi's jana usiku. Magwanga anasema kuwa walinzi wake walifyatuliana risasi na watu hao. Anasema kuwa alilazimika kubadilisha magari alipoarifiwa kuwa watu wasiojulikana walionekana nje ya nyumba yake. Watu hao wanadaiwa kuvamia gari la naibu gavana huyo wakidhania kwamba alikuwemo ndani this attack is not only alarming but deeply troubling uh, while, while we patiently await the findings of the investigation i call for calm among the public and urge everyone to refrain from speculation that could uh, heighten